Kwa nini ninyi wa wakatoliki mnasali mbele ya sanamu na picha wakati Mungu amekataza wa wazi baada ya sanamu katika kitabu cha Kutoka sura ya ishirini aya ya nne hadi aya ya tano? Hii siyokwenda kinyume na amri za Mungu? Nashukuru kwa sali zako jema kwanza tuweke wazi, Kanisa Katoliki haliabudu sanamu. Tofautisha kati ya kuabudu ambayo ni latria, ibada kwa mungu pekee, na kuheshimu duli, ambayo ni heshima ya watakatifu. Mungu mwenyewe Alimwamuru Musa kutengeneza sanamu ya nyoka wa ashaba. Rejea Hesabu sura ya ishirini na moja aya ya nane hadi ya tisa. Hata ndani ya hekalu aliagiza watengeneze makerubi ya dhahabu. Rejea Kitabu cha Kwanza cha Wafalme sura ya sita aya ya ishirini na tatu hadi aya ya ishirini na tisa Kwa hiyo, je, Mungu anaweza kujipinga mwenyewe? Hapana. Lakini bado Biblia inasema usijifanyie mfano wa kitu chochote cha kuchonga. Ni kweli maandikwa hivyo lakini amri hiyo inakataza kuabudu sanamu, siyo kutengeneza picha kwa ajili ya ukumbusho. Kwa mfano, Mungu aliposema usiue katika Kutoka sura ya ishirini aya ya kumi na tatu. Je, hiyo inakataza polisi ama mwanajeshi kulinda watu? Apana.